Kisumu Okoth amemwomboleza hayati Raila Odinga kama mtu aliyekuwa mwepesi wa kusamehe na aliyeweka taifa kabla ya maslahi yake. Na Okoth aliyekuwa miongoni mwa viongozi wa dini walioongoza maombi katika uwanja wa Jomo Kenyatta Mamboleo huko Kisumu, kabla wananchi wa ya wananchi kuruhusiwa kuona mwili wake Raila, alisifia juhudi za Raila zilizosababisha kupatikana kwa katiba mpya, akisema kwamba mabadiliko nchini yalipatikana kupitia jasho na machozi ya Raila Amollo Odinga. Na Mgatete Njoroge anarejelea Chache baada ya mwili wa hayati Raila Odinga kufika katika uwanja wa Jomo Kenyatta Mamboleo Kisumu, vijana wote. Viongozi wa dini walikaribishwa kufungua hafla ya kutazama mwili wake kwa maombi mmoja many many kati ya wale waliotwikwa jukumu hilo alikuwa askofu mkuu mstaafu Jimbo la Kisumu Zacchaeus Okoth kwa takriban dakika 4 Okoth alifanya maombi ambayo yaliangazia maisha ya rafikie. Uhusiano wa Raila Odinga na Okoth ulikuwa wa kipekee kwa zaidi ya miaka 30. Askofu mkuu mstaafu Okoth ndiye alihusika pakubwa kumsaidia Odinga kutoroka humu nchini alipokuwa akisakwa na serikali ya Moi miaka ya 80, matukio ambayo aliyekuwa waziri mkuu aliyazungumzia mara kwa mara.

After his second detention. Urafiki uliodhihirika tena mwaka jana wakati Raila Odinga alipomtembelea hospitalini Okoth akiugua. Hapa alirejelea historia ya namna alimuokoa, akiwa amestahimili mateso, dhuluma, jela na hata kuishi mbali na familia yake. Askofu mkuu mstaafu anasema Raila alijitolea kutetea taifa na hata ikimlazimu kukatiza azma yake ili Kenya ipige hatua mbele. He taught us forgiveness. He accepted the verdict of the supreme court thus teaching us about the importance of belonging to the rule of law, shaking hands with those who are pronounced as president. He had the heart of forgiveness. Kujinyima na kujituma ndiko kulimwezesha kupigania kuondolewa kwa sheria ya kuwa na chama kimoja nchini na hatimaye katiba mpya iliyowahakikishia Wakenya uhuru wa kuzungumza, ugatuzi na uhuru wa idara ya mahakama. Okoth anasema juhudi za Raila Odinga kubadili hali hazikuwa tu kwa kupigania haki barabarani, bali hata alipopata fursa ya kuwa waziri na waziri mkuu, alitumia muda wake kubadilisha miundo msingi nchini we God for insight you gave Raila to design by passing our cities many highways and roads serving our beautiful country Kenya Akimkumbuka kama aliyeenzi maisha ya kila mkenya na kupenda ukweli haki usawa Askofu mkuu mstaafu Okoth ameiomba serikali kuhakikisha inalinda maslahi ya kila mkenya kama njia ya kumkumbuka Raila Amolo Odinga na mchango wake kwa taifa zima. Sasa tutaruhusu wananchi walio upande ule. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen nam. Kwengine kwa uombolezaji, kutoka jamii mbalimbali walifariji familia ya hayati Raila Odinga nyumbani kwake katika shamba la Opoda Bondo, kaunti ya Siaya. Jamii hizo